Tumsifu Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji katika Kristo, karibu tena katika tafakari la neno la Mungu, ikiwa leo ni siku nyingine ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia uzima wa roho na mwili, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hali ya hewa ambayo anazidi kutujalia katika nchi yetu. Mpendwa, leo tutajifunza akalila neno la Mungu katika maneno haya yanayosema: E Bwana twende kwa nani? Maana wewe unayo maneno ya uzima. Mpendwa msikilizaji, haya ni maneno ambayo Mtume Paulo, Mtume Petro aliyatamka wakati Yesu alipokuwa na makutano akiwafundisha, alipokuwa ametamka maneno, watu makutano wakaanza kuondoka mmoja mmoja, ndipo wale Yesu akawauliza akawageukia wanafunzi wake akawauliza, je, nanyi mnataka kuondoka? Ndipo Petro baada ya kujazwa Roho Mtakatifu akasema, Ee Bwana twende wapi, twende kwa nani? Maana wewe unayo maneno ya uzima. Injili ya Yohana sura ya sita aya ya sitini na nane. Mpendwa wa msikilizaji, katika maisha tuliyonayo nayo tunamhitaji sana Mungu ili aweze kutusaidia. Tunapita katika changamoto mbalimbali, lakini Mungu ndiye anayo majibu ya changamoto zetu. Ndio maana Petro alipoangalia kulia kushoto alipoangalia kaskazini mashariki na magharibi, hakuona wapi atakakoenda akaona ni bora wamkumbatie Kristo ni bora wakae magotini pa Yesu, maana kwake ndio kunako maneno ya uzima. Umesumbuka katika maeneo mbalimbali, yamkini umetafuta ajira umekosa, umetafuta kazi umekosa unatafuta mchumba unatafuta watoto katika ndoa unatafuta amani katika familia yako lakini umeshindwa. Leo tuende na maneno ya mtume Petro, anayosema Bwana, twende wapi? Maana wewe unayo maneno ya uzima. Yesu Kristo ndiye anaye maneno ya uzima katika maisha yetu, na yeye ndiye anayeweza kutuokoa, yeye ndiye anayeweza kututoa katika hali au katika changamoto mbalimbali tunazokuwa tunapitia. Mpendwa msikilizaji Yoshua anatuambia kwamba chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia. Ko ni maamuzi yangu mimi na wewe, maana Mungu ametupa uhuru wa kuchagua. Ni, ni kitendo cha mimi na wewe kuchagua twende wapi. Je, tuondoke tumwache Kristo au tungang'ane na huyu Kristo? Ni swali la kujiuliza. Lakini Yoshua anatuambia mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, akachagua fungu hilo jema, kama vile Petro alivyoweza kuchagua kwa kuna maisha ambayo tunahitaji tunamhitaji sana Mungu, kuna maisha ambayo tunamhitaji sana Mungu. Lakini wale akawauliza Je, ni nani mtakayemtumikia? Wakamwambia nasi tutamtumikia Bwana. Akasema rahasha, hasha, Bwana ni mwenye wivu alipokuwa akibishana nao akiwaelekeza wao, akasema tutamtumikia Bwana. Akasema basi, ili msije kuwa king'ang'anizi, ngoja tutafute ushahidi. Akatafuta pale, mahali palikuwa na jiwe kubwa, akaligonga mkule, akasema jiwe hili litakuwa shahidi katika moyo wako, katika roho yako kuna dhamira, kuna Roho Mtakatifu anayeshuhudia yale unayokiri katika maisha yako. Unapokuwa una wayawaya, unapokuwa una yumbayumba, Roho Mtakatifu anakukumbusha ya kwamba ulimshuhudia, ulikiri Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mbona unaenda katika njia hizi? Kwa hiyo Yoshua alipowambia hayo maneno, aliweka msisitizo. Tunasoma kitabu cha Yoshua ile sura ya 24, aya kumi na tano hadi aya kumi na nane. Ko ni maandiko ambayo Yoshua yeye anasema yeye na nyumba yake watamtumikia Bwana. Mpendwa msikilizaji, je, wewe na familia yako, wewe na sehemu na kazi unaofanya, je, unamtumikia nani? Hayo maisha unayoishi, nani yupo mbele yako? Nani yupo nyuma yako? Tumepewa uwezo, tumepewa mamlaka Kitabu cha Ufunuo ile sura ya tatu aya ishirini na moja Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni, mtu akisikia sauti yangu, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu akinifungulia, nitakaa kwake naye atakaa kwangu. koo ni tendo la kuchagua kama hawa wamechagua kwa Yesu. Yuko marangoni anabisha, anasema, anasimama mlangoni. Ni mimi na wewe kuchagua. Hivi leo tunakutana dhoruba mbalimbali, je, mbali. kama unapokutana dhoruba mbalimbali tunaenda mbali. Wapi? kuna changamoto za kiuchumi unakutana nazo, unaenda wapi? Kuna matatizo ya kifamilia unakutana nao, unakimbilia wapi? Kuna changamoto kazini kwako unakimbilia wapi? Twende magotini pa Yesu, tukimbilie kwa Yesu, tuseme Bwana, tumekuja kwako, tufanye kama utakavyo. Hatuna kwa kwenda kujibu, kama Mtume Petro aliyesema, Bwana, niende wapi? Maana wewe unayo maneno ya uzima. Kumbe mpendwa msikilizaji, niendelee kukutia nguvu, niendelee kukutia amasa, chagua, chagua fungu hilo jema Yesu anawaambia wale ndugu wa Lazaro, anamwambia Mariamu kwamba ndugu yako amechagua fungu lililo jema. Wewe je, wewe umechagua fungu gani? Umechagua fungu gani ambalo unaona ni bora katika maisha yako? Je, katika changamoto unazopitia unaenda kwa nani? Unakimbilia wapi? Kumbe, Mungu akubariki. Mungu akutie nguvu. Na katika kipindi kitupa, katika majilio, katika kipindi cha mkonjea Roho Mtakatifu, kipindi cha siku tisa kwa ajili ya uvuvio wa Roho Mtakatifu, basi Roho Mtakatifu akaendelee kuwa mwalimu wetu tuliyompokea siku ya kipaimara siku ya ubatizo, na katika kila siku anavyoendelea kujifunua kwetu, tumkaribishe Roho Mtakatifu. Yesu anayo maneno ya uzima, anayo kweli, anao upendo, twende kwake ili aweze kutusaidia katika changamoto mbalimbali za kiroho na za kimwili, ili tuweze kuvuka salama. Mungu akubariki sana na akuinue na akuvushe katika jaribu ambalo unapitia. Tumsifu Yesu Kristo.